Serikali hii ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, baada ya kupokea maoni mengi sana kutoka kwa wananchi kupitia Bunge lililopita, walifanikiwa kupitisha sheria mpya ya ununuzi wa umma ambayo inaitwa ya mwaka 2023 na kanuni zake za kusimamia ununuzi wa umma nchini za mwaka 2024 na sisi PPRA tukiwa ni wasimamizi wa sheria hii. Kama unafahamu ununuzi wa umma ni mchakato, na kwa sababu asilimia kubwa sana ya fedha ambazo zinapitishwa kwenye bajeti ambayo ni takriban asilimia sitini mpaka sabini ununuzi wa umma inabidi uongozwe na sheria ili kuweza kuleta uwazi, tunasema e, e, thamani ya fedha, kuhakikisha kwamba kuna ukiri wa sheria na taratibu zote ambazo zinaweza kuwahusisha wengi sana katika mchakato huo e, na wote wakitoka e, wakiwa na amani kwamba taratibu zimefuatwa. Kwa hiyo tumeona ni vyema, nanyie wanahabari tuungane nanyie, kuwapitisha kama ambavyo tumekuwa tukitoa mafunzo mbalimbali mbali kwa kada mbalimbali mbali. na hapa tunamaanisha E, wale wa zabuni ambao tumekuwa kama ni mkiwa mashahidi wazuri, mmekuwa mkihudhuria katika e, mafunzo mengi sana ambao tumekuwa tukiwaalika, lakini kule mnabaki tu pembeni kuripoti. Wakati mwingine hamwezi mkawa mmeelewa vizuri na kusikia vizuri na mwishoni, nyie ndio ambao mnakwenda kufikisha hizi habari njema, ili Watanzania waweze kupata habari sahihi jinsi gani serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan ilivyofanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba haya maendeleo mnayoona yanaenda kwa kasi ambayo mengi yao yanasababishwa ununuzi wa umma, yanaongozwa na sheria hii. Kwa hiyo tumesema tuwaite mkiwa e, na wataalamu wetu wa kupitisheni ili mweze kupata uelewa ile, pale ambapo mnapata nafasi ya kuwa mnatoa taarifa au kuripoti, mweze kuripoti sahihi hata pale ambapo kunakuwa kuna habari kuna ambazo ni za kupotosha, mwezi kufahamu ukweli ili ujumbe sahihi uweze kufikia umma. Na hakika eh, leo mnaongozwa na wataalamu ambao wamebobea katika eh, kutoa mafunzo haya. Basi mimi niwatakieni mafunzo mema, na tutaendelea kushirikiana pale ambapo tunapeleka elimu, taarifa na ujumbe kwa jamii kuhusiana na mambo makubwa yanayofanywa na serikali ya sita chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan.